Mseto Media, kabla hujaenda kucheka juu ya klipu hii niwashukuru wale ambao wamekwisha kusubscribe, na nikukumbushe wewe ambaye bado uweze kusubscribe hivi sasa, subscribe kwa kubonyeza maneno subscribe, kisha itakuja kengele ibonyeze pia. Wanasema hizi ni dakika tisini, dakika za majeruhi kabisa. Kwa kiongozi wa siasa kama nafasi ya uraisi wa bunge na madiwani, tunaweza kusema hiki kwao ni kile kipindi cha lala salama, kipindi cha kwenda kuomba tena ridhaa ya wananchi kama watakubali kuwapitisha tena ama watakataa. Sasa huko mitandaoni, kuna hii klipu ya mbunge wa kule Morogoro maarufu kama Babutale, akionekana kukazana kuomba lami kwenye dakika hizi za majeruhi, ambapo alijibiwa na kuambiwa kama anaona yuko tabani aage tu mashindano, hichi ni kipindi cha uchaguzi na sio cha kuomba lami, klipu ambayo iliwachekesha watu wengi sana. Wananchi wa Morogoro kusini mashariki wanataka barabara ya Bigwa Kisaki. Haiwezekani miaka mitano na ingia mina moja. Wananchi wa Morogoro kusini mashariki wanataka barabara ya Bigwa Kisaki. Haiwezekani miaka mitano na ingia mina moja. Nchi na rais msikivu ametugia kilomita 78 na ameruhusu pesa hizo. Kaka yangu ega, shida iko wapi? Unajua kama unaona maji mazito aga. Jamani, tumieni bunge hili kuaga kwenu wastalabu. Hivi sasa hizi unaomba lami kweli, jamani, bunge hili unaomba. Hiyo game imeisha hiyo. Unajua kama unaona maji mazito aga. Jamani, tumieni bunge hili kuaga kwenu wastalabu. Hivi sasa hizi unaomba lami kweli, jamani, bunge hili unaomba. Hiyo game imeisha hiyo. Game imeisha isha. Hapa tunajadili uchaguzi. Kesho kutwa rais anakuja anasema bunge limevunjwa. Wewe unaomba lami kilomita 70? Klipu hii kila mtu kaipokea kwa tafsiri yake, wengine wakisema anaona ni kipindi cha kwenda gombea ndo anajifanya anatetea wananchi kuwaombea lami na kadhalika, wengine wakisema kwa kipindi kama hichi ni kawaida kwa wabunge wagonga meza. Mimi nimekuletea lile lililotokea, na wewe uniachie maoni yako hapa chini. Mimi ni Teresa Alfred na hii ni Mseto Media.